Tuna tatizo la umeme. Si kwa nini? Tatizo la umeme kwa kweli kuna katika katika sana, kiasi kwamba vyombo vyetu majumbani vinaungua vibaya. Sasa sijui ni shida nini swala katika katika kwa umeme. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunakutana changamoto nyingi sana, kwa mfano kijiji cha eneo la Matamba kuna ukataji wa miti bila kushirikishwa uvunaji wa miti kao laini yetu, mara nyingi sana imekuwa inapata changamoto ya kuangukiwa na miti, na mbaya zaidi miti hiyo ikidondoshwa, watu wanaondoka hawatoi taarifa kwao, mpaka tunapochukua hatua sasa ya kuanza kutafuta fault. tatizo liko wapi? Unakuta zaidi saa ingine ya masaa hata saba, nane, unakuja kujua shida iko sehemu fulani. Kwao ni waombe tu, tutunze miundombinu yetu na napaa, unapoona mwingine tato, mti umekatika usisite, piga hata namba mia moja themanini, usitaje jina lako sawa tu, bwana mti huko eneo fulani umeangukia laini. Kwa hiyo niombe tu watu waifuaji, na eneo pia la miti, tunakutana sana hiyo changamoto ya kukata miti bila kushirikisha hili la, la watu kutumia mafundi wa mtaani ni kwa sababu TANESCO mmeamua kukaa ofisini. Kama mtu aje awafate huko Mafinga. Mimi ningeomba angalau wekeni programu ya kwenda kijiji kwa kijiji, kwenda unapiga ngoma kama kuna mtu ana matatizo ana shida. Maendeleo haya watu wameyasubiri kwa muda mrefu sana, is a big excitement kwa watu. Kwa hiyo, kwa sababu wamesubiri umeme kwanza tukwa kuwa na dream umeme utakuja vijijini. Ungewauliza hapa wazee miaka ishirini iliyopita kwamba umeme utakuja Ifwagi, mngesema ndio? Hamna ambaye angesema ndio. Sasa kwa hiyo wakishaona umeme umekuja, kila mtu anakimbizana aweke umeme. Matokeo yake wanakutana na watu wabaya. Sasa nyiye TANESCO, fanyeni kazi, ondokeni ya ofisini, njooni huku vijijini, nakwambia tutakata matatizo mengi sana. koyo nikuombe, wekeni programu ya kwenda vijijini kusaidia matatizo ya watu, ili wasikutane na vishoka, wasikutane na watu wabaya. Tumeelewana? Naomba na DC muwe mnafuatilia kujua watu wa TANESCO kama wamekwenda kweli vijijini. It is our responsibility kwamba tumeleta umeme. Halafu kama kushaleta umeme unaondoka, anachotokea huko nyuma, wewe hujali hii hapa. Hatuwezi kukubali. Mimi nataka tuwasimamie waje vijijini, kama kuna mtu ana shida wamwelekeze, ili watu wetu wasionewe na watu wabaya. La pili hili ya umeme ukatakatika, kwa kweli mimi nawapongeza Tanesco. Umeme sasa haukatiki. Shida itakuwa ni nini? Tunavyotumia namna ya kuvuna miti yetu, na mtu akishaona mti wake umelalia nyaya za umeme, anaamini ni kosa, anakimbia, hasemi. Kwa unajikuta amewapa adhabu watu kwa masaa mawili matatu mpaka masaa kumi kwa sasa viongozi wa serikali za vijiji, anzisheni utaratibu wa kuwa mnapata taarifa kinachoendelea kwenye vijiji vyenu, ili kama kuna tatizo mlipeleke Tanesco waje haraka wasaidie.